Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, leo ni siku ya Jumapili tarehe 11 mwezi wa 5 2025. Hapa ni kiwalani mjini Dar es Salaam. Alhamdulillah. Nasema alhamdulillah, nadhani mbele yangu mnaona kuna neema kubwa ambayo leo Waislamu watanufaika. Waislamu watanufaika leo kwa kupatiwa vyakula, watapatiwa itaji kwa maana kuna bodaboda ziko hapa, lakini pia kuna fridge pamoja na blenda, tuna mabelo ya mitumba, vyerehani. Alhamdulillah, vyote hivi vinafanywa na ofisi ya mheshimiwa mufti wa Tanzania Dar es Salaam. Nikiwa kama afisa mipango na mahusiano ya umma nimefika kushuhudia zoezi hili, limeratibiwa vizuri na mkurugenzi Sheikh Arif Surya ambaye kila wakati Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Alombana humwagiza kufanya uh, huduma hizi katika jamii. Na mara zote jambo hilo linafanyika. Mwili ukiwa na chakula au mwanadamu akiwa na kazi yake, kipato ana kipato cha kutosha, basi anaweza kufanya ibada vizuri kabisa bila kuwa na tabu ya aina yoyote. Sasa jambo hilo linafanyika kila wakati hapa markaz kuu ya Kiwalani, chini ya mkurugenzi wa da'wa na tabligh, ofisi ya Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar Zuberi Ali Mbana, ambapo wadhifa huu amemkabidhi Sheikh wetu Sheikh Arif Surya ambaye ndio mkurugenzi wa da'wa na tabligh Tanzania. Kwa kweli Sheikh wetu Sheikh Arif Surya halali zaidi, anapambana kuhakikisha Waislamu nchi hii, jamii ya nchi hii bila ubaguzi inakuwa katika hali nzuri ya kiuchumi. Leo hii zaidi ya familia mia tatu zitanufaika kupatiwa vyakula vya aina mbalimbali. Hapa kuna mchele, kuna sukari, kuna unga, kuna maharage, kuna mafuta. Vyote hivi wanapewa watu bure kabisa, bure kabisa. Naangalia mwezi huu sio mwezi wa Ramadhani, ni nje ya mwezi wa Ramadhani. Watu wengi wanafanya, wanafanya kheri sana katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini alhamdulillah Mheshimiwa Sheikh Arif Suri mpongezwe kwa dawa na tablighi sasa hivi eh, anakwenda nje ya mwezi wa Ramadhani eh, kwamba kuonyesha kwamba kufanya heri si mwezi wa Ramadhani tu au kuswali si mwezi wa Ramadhani tu, tuige nyendo hizi nzuri, kwa sababu muda tulionao duniani ni muda mfupi, ni muda mfupi ni muda mfupi ambao hauna uhakika. Hivi jiulize mimi na wewe, kesho tuna uhakika kuamka au baada ya wiki hii tutakuwepo duniani au baada ya mwezi huu? Haya ni mambo ya kutafakari sana na matendo mema ambayo yatatufanya tuwe washindi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ni matendo haya ambayo anafanya Al-Hajj Sheikh Arif Suri ambaye ni mkurugenzi wa dawa na tabligh. Wallahi, wallahi, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania hajakosea kumteua bwana huyu. Anafanya kazi katika kuondosha shida nyingi mbalimbali mbali katika umma wa Tanzania. Leo watu watapewa blenda, kama nilivyosema, pamoja na friji bure kabisa ili wakaongeze kipato kwenye maisha yao. Kuna watu watapewa bodaboda hapa, wataongeza kipato katika uh, maisha yao. Lakini kuna watu watapewa mabelo. Ni mitaji hii tunaita grants. Ni mitaji ambayo huwezi kuirejesha lakini serikali kupitia hawa ambao wamepatiwa leo misaada na wengi ambao tumefanya huko nyuma itapata kodi. Kwa hiyo serikali itapata kodi na nchi yetu itapata maendeleo, na mnafahamu kabisa kodi ndiyo inaijenga nchi hii. Kipekee tutoe shukurani kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano, Tanzania, dr samia Suluhu Hassan ambaye ameiweka nchi hii vizuri tofauti za madini na makabila iliyopo lakini watu wapo katika kuhakikisha nchi hii inakuwa katika amani na utulivu. Tumuombee sana mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wote wanaomsaidia katika nchi hii. Bila wao nchi hii haiwezi kuwa sawasawa sawa kama hapa ilivyo, na tuiombee tu, tu, tu nchi amani nchi hii Kipindi hiki tunachoelekea ni kipindi cha uchaguzi eh, kikubwa, tukachague watu ambao wako vizuri, wana mitazamo salama katika kuhakikisha itikadi za nchi zetu zinakuwa ziko katika uh, vile vile kama wazee wetu wameiacha nchi hii katika hali salama. Tunasikia uh, tamaduni tofauti kutoka kwa nje za mambo ambayo si ya kueleza hapa. Hebu tuyapinge, mashehe, viongozi wa dini zingine, tusimame katika mila na utamaduni wetu wa kitanzania kita ambao utamaduni huo ndio Mwenyezi Mungu anaukubali na anauridhia. Pembeni yangu hapa ni naye Al-Ustaz Sheikh Hussein Arif naye ana machache ya kuzungumza kuhusiana na tukio kubwa la leo ambalo liko mbele yetu. Karibu habibi. Alhamdulillah, nashukuru sana, kama mnavyoona mbele yenu leo tuna mengi ya kugawa hapa kwa ajili ya wananchi katika Tanzania yetu hii nzuri kabisa ya amani, ya upendo Tanzania ambayo imejumuisha watu wengi sana na watu wa aina mbalimbali, watu wa kabila mbalimbali mbali, dini mbalimbali wote mbali, wanaishi hapa kwa mapenzi na mahaba na amani. Haya ni kutokana na ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna kingine, lakini vilevile vile ni juhudi za waliotangulia kuweka jambo hili la amani liendelee na, na bado wanaendelea kulisimamia, miongoni mwa hao akiwepo rais wetu wa sasa wa hii awamu ya sita Dr Samia Suluhu Hassan, na vilevile vile baba yetu kipenzi chetu mlezi wetu mufti wetu wa Tanzania Dr Abubakar Zubeir bin Ali bin Bwana, anafanya kazi kubwa sana na hii kama mnavyoona leo ni kurugenzi yake ya dawa na tablighi, ndiyo inahangaika na kukusanya haya kupitia taasisi mbalimbali, ikiwa e, Khidmatul Umma, taasisi yetu ya ndani ya nchi hapa ya, ya kuhudumia jamii meiona sana ikishirikiana na taasisi ya Abdullah Aid ya Uingereza ya, alhamdulillah, tunawafikia watu wengi sana hey, ambao wana mahitaji mbalimbali, mbali na kuwawezesha. Maana hapa leo tunampa mtu mshipi akavue hey, sio tunampa kitu ambacho unajua hii baada ya wiki kamaliza ah, hiyo kitu ambayo anaweza akajiendeleza ikamwendeleza kwenye maisha yake akafanikiwa akafunguka na yeye vile vilevile mbeleni huko akawa na yeye mwenye kutoa goli yetu ni hiyo, goli yetu ni sisi kwamba tunataka tumwezeshe mtu mbeleni na yeye atoe, sio abakie kuomba tu kila siku Tanzania. Mpaka lini tutakuwa tunaomba omba? Kwa ifike wakati kila mmoja anatoa mpaka manake, unakuta ukienda kupeleka mahala kwenye nyumba, unaambia bwana, mimi mwenyewe mtoaji hapa, kama wenzetu huko warabuni ilivyo, alafu mwisho wa siku wanatupia afrika huko. Kwa hiyo hili jambo tuliombee dua, na wale wenye uwezo tuwe pamoja, upitie taasisi kama hizi Utuone sisi tutafikisha amana yako eh, kwa uaminifu kabisa tutafikisha. Kama una mashaka wa fulani wa fulani bwana, inakuwa aa, wetuone sisi, Khidmatul Umma, amana yako itafika. Kijiji unachotaka kufikisha, sehemu unayotaka kufikisha, sisi tutafikisha na tutakuonesha kwamba, haya, mzigo huu hapa umefika. Jazakumullahu khair.